Karibu tena na sasa nawas kuletea habari za michezo na burudani, Jen John. Asante sana Gabriel yeah. Zakaria. Uh, mtazamaji wa TBC karibu katika habari za michezo na burudani. mimi ni Jen John. Tunaanza na timu ya Simba. Klabu ya Simba inahitaji kulipwa milioni mia mbili ili kumaliza mgogoro wa usajili wa mchezaji Hassan Ramadhani ambaye amesajiliwa na klabu ya Yanga msimu huu. Msemaji wa TFF Alfred Lucas amesema uongozi wa Simba na Yanga ulikutana ili kumaliza utata uliopo, kiwango ambacho wanaweza sasa wakalipana tofauti na kile kiwango ambacho Simba alikuwa amekielezea mwanzo, wanakitaka kiwango hicho cha dola laki sita hali ya timu zetu na kwa mazingira ya sasa watu wamepima na wameelekea kuliziana, na huenda kati ya Jumamosi na Jumapili wakalipana yale watakao, kwa wameshakubaliana na kufinalize kila kitu. Tunatarajia ripoti tulipate Jumatatu. Iwapo Yanga itashindwa kulipa madai hayo ya Simba, itabidi swala hilo lirudishwe katika kamati ya TFF ili kusikiliza upya.